Kusema kweli, election haija haijafanyika kwa sababu teams, kila team iko peke yake. Sasa tunafanya elections peke, kila mtu yuko peke yake. This is one fake faction. Hakuna watu tulikuwa tuna compete nao. Na ndio maana tunasema now we are the delegates. Kwa sababu sisi tulifanya election uh, last year November 20, uh, 2024 on the 27th na we were the only faction ambayo tulienda kwa vile unaona, we are the only functions ambayo tumekuja tena leo kwa ward. Kwa hivyo sisi ndio function ya halali na list yetu tunapeleka, tunajua ya kwamba wale pia wanapeleka yao na sisi pia tunapeleka. Sasa kama ODM kweli ni, ni party ya democracy, tunataka kuona vile watafanya, kwa sababu watu wengine wanafanya election kwa, kwa hoteli kwa, kwa, kwa wanaita watu, wanawapigia watu simu wapeleke majina hata mimi ni moja yao, nilipigiwa simu lakini siwezi kupeleka jina yangu ndani, wache watu wangu nyuma. tarehe tisa tutaenda branch level. lakini kenye imetusangasha tumekuja kwa polling station ambao mnaiona hapa ni maweni polling station, na hatujaona kitu chochote, hatujaona watu yoyote hapa. Sasa hatujui ni mpangilio gani ambao ODM walikuwa naye. Mimi nasema eh, kama kiongozi wa yutu wa Ziwa la ng'ombe nimetaka kiti cha youth lakini kuliitwa e, bonyenye fulani kwa hoteli, akapewa kiti, akaambua wewe, kuanzia leo ndo chairman wa youth wayout wala ng'ombe ward. Sisi tumekataa. Na ukora nyingine, yenye ODM mnaweka, ati mmesema mkomani anda mkomani ward kuna shule inaitwa ati pangani primary. Kuna pangani primary tu, hiyo ukora mmezoea.